inapokutana na siku tukufu ya Ijumaa. Naam, fa inna man shahida salat al-eid anhu al-jum'a tasqutu wa yusalli wayusali al-dhuhra. Yeyote ambaye kwamba ataweza kuswali swala ya Eid yeyote ambaye kwamba ataweza kuswali swala ya Eid ndani ya siku ya siku ya Ijumaa, bi maana Eid imekutana na Ijumaa akawahi kuswali swala ya Eid. ana khiyari ana khiyari, ima aweze kuswali adhuhuri badala ya kuswali Aljumaa, ama aswali swala ya Eid na swala ya Ijumaa. Lakini iwapo hatawahi kuswali swala ya Eid, basi itamlazimu awe ni mwenye kuswali swala ya Ijumaa kama ilivyo sahihi katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam wasalam iliwahi kutana idi na ijumaa, mtume akasema: qad jitamaa fi yaumikum hadha idani, katika siku yenu hii zimekutana idi mbili, yaani idi ya kisheria na idi ya siku ya ijumaa. Katika sheria siku ya ijumaa vile vile ni katika idi za Kiislamu. Zimekutana idi mbili. faman shaa ajzaahu anil jum'a wa inna mujammi'un, yeyote anayetaka miongoni mwenu awe ni mwenye kutoshelezwa na swala ya idi peke yake, bimaana ataswali adhuhuri badala ya ijumaa, lakini sisi tutaswali na ijumaa. Mtume alayhi salatu wasallam akasema, anaetaka awe ni mwenye kuswali swala ya idi kisha aswali adhuhuri badala ya Ijumaa, ila sisi, yani Mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa ni mwenye kuswali idi na Ijumaa. Hilo bora zaidi, ni chaguo la Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kuwa kuna ruksa, anayetaka awe ni mwenye kuswali swala ya adhuhuri kuliko swala ya Ijumaa. Allahu a'lam.